Bwana, mambo vipi? Naitwa Ray naiye hapa ni RMG Gospel TV, na leo tuko Malaloni, tuko hapa kwa msiba ambao umetugusa sana, na leo nimebahatika kukutana na dada yangu kama unavyoona mbele yangu, na nitakuwa na mawili matatu ya kuongea naye, utakwenda kumsikiliza dada. Bari yako nzuri, unaitwa nani? Naitwa Njenga Da Angela aa, kama unavyona watu wakiwa wengi hapa kwenye msiba una kipi cha kuambia watazamaji au na kipi cha kuambia ndugu zetu ambao labda wako sehemu za mbali ya niseme msiba tu umetugusa siote ya maana huyu hapa ambaye ametuacha hapa ni tate yangu mie mm, mamake mdogo na mama angu ya kwa hiyo msiba umetugusa tu sana ya na ametuacha mpweke sana tu Asante sana na pole kwa sisi wote, kwa sababu sisi wote ni bibi yetu na tulimpenda sana, ila Mungu alimpenda zaidi. Na una kipi cha kuambia vijana, wale ambao wafike kwenye misiba wale ambao labda watuegi michango? Kwa sababu hatujui kesho ni ya ni, ni nani, unaweza kuwaambia kitu gani? Ya mimi niseme kwa wale ambao wafikagi kwenye misiba kama sisi wabolwa tu, yani tuamke tu tue tunakuja kwenye misiba na, sisi, na wale ambao wawekagi michango wao wanaweka michango kwa sababu michango yao inahitajika tu sana, yeah. Asante sana, ulikuwa nami, tutoe pote kwa familia tena, na kama unavyoona watu wakiwa kwenye majonzi makubwa, tuko hapa sote tumeumia. Na Bwana ametoa, na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Asante ulikuwa nami, nashukuru kwa muda wako. Karibu kwenye Ray Mika Gospel TV. We depend on each other.